Ndani ya giza la historia kuna simulizi zilizofichwa kwa karne nyingi, na hii ni hazina ya hadithi, yaani The Story vault. Usiku mmoja, meli ilitia nanga. Wafanyakazi wake walikuwa wachache, wamedhoofika, wengine wakiwa tayari wamekufa. Njiani meli yao ilitupwa baharini kimya kimya, lakini panya waliokuwa ndani ya meli walishuka nchi kavu. Siku chache baadaye dalili zikaanza Mvuvi mmoja alipata homa kali, kwapa lake likavimba likawa jeusi kama makaa. Alipiga kelele usiku kucha, asubuhi akawa maiti. Ndani ya wiki moja, mtaa mzima ulifungwa na vifo. Watu walianza kuogopa hata kugusana. Mama alimwacha mtoto, mume alimkimbia mke, majirani hawakuzika tena maiti. Miili ilianza kunuka mitaani ikisubiri wachache waliobaki kuikusanya. Wachimba makaburi nao walikufa kwanza. Wazee wa jadi walisema roho za bandari zimekasirika. Wengine wakasema hii ni laana ya wageni. Misikiti na makanisa yalijaa vilio, lakini kila aliyekaribia ugonjwa hakurudi tena. Katika Afrika ya kaskazini, hasa Misri na Ethiopia ya kale, tauni ilimaliza familia nzima za wafanyabiashara. Maandishi ya zamani yalisimulia kuwa, asubuhi tulikuwa kumi, jioni tulibaki watatu. Biashara ilisimama, mashamba yalitelekezwa, miji iliyokuwa hai ikawa mizimu ya mawe. Baada ya miezi kadhaa na mateso kupita, ugonjwa huo ulianza kupungua polepole, lakini Afrika haikusahau. Mpaka leo, hadithi za ugonjwa wa uvimbe mweusi, kifo cha bandari, homa ya wageni, zinaendelea kusimuliwa na wazee wa vijijini. Baadaye iligundulika kuwa tauni ilisababishwa na viroboto wa panya na bandari za Afrika zilikuwa miongoni mwa njia y kuu za kuingia kwa ugonjwa huo kutoka Asia kwenda Ulaya. Yaani, wazungu waliuleta ugonjwa huu Afrika kwa sababu kuuza kibiashara, kwa sababu walitumia bandari zetu, hali iliyofanya kueneza ugonjwa huo. Hii ni The Story Vault kutoka Charlie Media. Asante.